Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Haya ni mahaba ya Mtume Muhammad na vijana wa Al Azhar kutoka Koma Kisiwani, mmetokosha nuri wa kubani. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa umefika wakati wa kusikia neno lako wewe, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, ukimwakilisha wa waziri mkuu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Majaliwa Kassim Majaliwa. Lakini kwa sababu tunaye mheshimiwa waziri Ulega, kaka yetu ambaye pia ni mbunge wangu, ana kura yangu kule Kisiwani Koma, yeye ni muombe afanye kazi ya kukaribisha wewe badala ya mimi kwa nafasi yake kama waziri, lakini kama mbunge wetu basi atumie kusema neno moja kisha akukaribishe wewe. Hadhira hii ina taraji kusikia neno kutoka kwako, kitamu misko wa kidhalika, falyatanafasi almutanafisu karita. bismillahi rrahmani rrahim

naumba nitambue pia uwepo wa viongozi wa dini ya Kikristo, wachungaji na maaskofu walioalikwa hapa, lakini pia nitambue waalikwa mbalimbali walioalikwa na shekhe wetu mwenyeji wetu, Shekh al Musa Salumu ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania Jemat, na pia ni imamu mkuu wa msikiti mwenyeji ambao hapa tuko katika viwanja vyake. Naomba nitambue pia wanasiasa wenzangu waliotamka hapa ikiwa ni pamoja na mamangu mheshimiwa Mariam kisanji laini pia vilevile, Shekh Ponda na Shekh Nyagoli na wengine wengi ambao ninaamini inawezekana hawakupata nafasi ya kutambulishwa. Mheshimiwa Mufti, limepewa kazi ya kukukaribisha kuweza kuzungumza nasi katika hadhara hii tukufu ya kumshangilia kipenzi cha Mwenyezi Mungu na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwa ubunifu wake Sheikh Al-Hadi Musasalu, yeye huwahudhurisha watu wengi sana na huwaunganisha watu wa namna mbalimbali. Ukitazama katika hili jukwaa, wako watu wa namna mbalimbali. Kwa hivyo, mimi nimepewa tu kazi ya kukaribisha, na kuna jambo muhimu kabla sijakukaribisha unisema maana yuko hapa mkuu wetu wa wilaya ya Temeke Mheshimiwa Sixtus Mapunda, aniyeradhi kwa kuwa yeye ni mwenyeji wetu hapa, na katika matamko yaliyotamkwa hapa sikupatapo kusikia akitamkwa, kwa hivyo naomba nitambue wake na baada ya kumtambua yeye, uwepo wake, maneno yote ya kusema leo unayo wewe, shaoti, na mimi nisinge tamani hata kidogo nichukue walao ya neno moja ambalo wewe utatakiwa kulisema hapa, ingawa ninafahamu sina uwezo hata kidogo wa kufilisi maneno katika ya kinywa chako. Kwa hivyo sasa, kwa heshima kubwa na taadhima na kwa unyenyekevu naomba nikukaribishe uweze kuzungumza na hadhara hii katika usiku huu. Tafadhali sana, karibu mzee wetu.

Alhaji Musa Salum, mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, mheshimiwa Sharifu Saleh, waheshimiwa mashehe wote kwa ujumla wenu, waheshimiwa viongozi wa dini maskofu tulio nao, na viongozi wa vyama vya siasa waheshimiwa viongozi wa serikali, kila mmoja kwa ngazi yake na daraja yake, walimu wa madaris, viongozi wa taasisi, wagombea mbalimbali, akina baba na kina mama vyombo vya ulinzi, vyombo vya habari, wapenzi wa Mtume Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Siku zote nikiwa katika hadhara hii, kwanza inakuwa ni hadhara yangu, ndio daraja niliyonayo katika hadhara hii pili inakuwa na ile daraja yangu ilionayo ya ushehe mkuu na mufti wa Tanzania. Leo nimelimitiwa, nimepewa uwakilishi na mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ndugu yangu Kasim Majaliwa Majaliwa, nimwakilishe kwenye hadhara hii kama alivyoalikwa na Sheikh Alhadi Musa Salum pamoja na wazee walioshirikiana al nao katika kuisimamisha hadhara hii, lakini pamoja na jumuiya ya maridhiano, awe mgeni rasmi katika hadhara hii kwa mambo mbalimbali yaliyomzunguka na kwa mambo ambayo anayo yanayomkabili na, na ufinyi wa wakati aliokuwa nao, ameniomba nimwakilishe katika hadhara hii. Na mimi si mwanasiasa, lakini nalazimika kulipokea na niko hapa katika kumwakilisha. Mheshimiwa Dk. Alhaji Musa Salu Waheshimiwa wazee na viongozi mnaosaidiana naye Sheikh Alhaji Musa Salu Waheshimiwa Katibu wa maridhiano na wazee wote wa maridhiano na viongozi wote wa maridhiano Mheshimiwa Waziri Mkuu wa, wazi wa, wazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza anawashukuru sana na anaona amepata fahari kubwa sana ya nyinyi kumwalika na mkaamini kwamba anafaa kuwa mgeni rasmi katika maulidi ya bwana mkubwa mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lakini pili, anawapongeza sana, Mheshimiwa waziri mkuu Hasatan, anakupongeza wewe Sheikh Alhadi Musa Salim pamoja na jumuiya ya vijana na wazee wote waliokuzunguka katika kufanikisha hafla hii ya maulidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pili anawapongeza kwa mara ya pili kwa kazi kubwa inayoifanya na viongozi mnavyoshirikiana kupitia jumuiya ya maridhiano kuhakikisha kwamba swala la amani linalisimamia vyema katika nchi yetu kwa juhudi kubwa za kujitolea na kwa kila mbinu. Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Ameniagiza ni wadokezi kidogo swala la kudumisha amani ambalo limezungumzwa sana na mashehe waliotangulia mwanzo. Wamelizungumza watu pia katika salamu zao, salamu za viongozi mbalimbali, na salamu za viongozi mbalimbali wa dini mbalimbali waliosimama hapa wamezungumzia swala la amani ameniagiza nilisisitize kwamba ni swala muhimu sana na ni jambo ambalo liko katika wakati tulionao, jambo ambalo litakiwa kudumishwa. Kwa hiyo hii ndio kadhiatu saa, ndio jambo lililopo katika wakati wetu. Hakuna linalofaa kuzungumzwa zaidi katika zama hizi na katika nyakati hizi tulizo nazo na hasa katika kipindi hiki ambacho tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu, ni kipindi ambacho kama ilikuwa amani inahitajika zaidi, kipindi hiki inahitajika zaidi kuliko vipindi vingine vyote. Ameagiza ni wadokezee sasa amani. Hapa ntie taarifa kidogo kwamba amani kuna na baadhi ya wa watu ambao wa, hii ni taaliki yangu. Sasa katika maneno yaliyoagizwa sio yake, inatia taaliki yangu mimi katika hayo maneno yake, kwamba kuna na watu ambao wanaweza wakaona wa hakuna umuhimu wa amani lakini nikunda na watu pia wanaona, kwa nini nazungumza sana amani? Kwani hakuna jambo la kuzungumzwa? Hawa mashekhe wameishiwa ni elimu, mpaka ikawa maneno yao ni amani, ni amani, ni amani. ah, ah, ah. Jamani, hakuna jambo kubwa kama kujua, hakuna jambo kubwa kama ilmu. Ilmu ni jambo kubwa. Asimama Sheikh Omari ya kutoka Dodoma kazungumza sana masuala ya ilmu. Ilmu ni jambo muhimu sana na mtu akiwa na ilimu hayubishi wala hawezi katolewa katika mstari. Kwa sababu inayosimamisha katika mstari ni elimu walionayo. Kwa hiyo Mheshimiwa asema tuendelee kuhimizana kama mashehe, tuendelee kuhimizana kama maustadhi tuendelee kuhimizana kama makhatibu, tufanye kazi ya kutoa khutba katika msikiti katika hafalati zetu mbalimbali kuhakikisha kwamba swala la amani ni jambo letu, ndio daida yetu sisi Waislamu. Mimi nitie kidogo hapa maelezo jamani, Waislamu wenyewe dini ya amani, jina lake ni amani. Woi, sisi tulionao ni amani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza sana amani. Muda hatuna, inahitaji saa mawili kwa ajili ya muhadhara wa amani. Hapa tuko kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila tulichokizungumza ndio kile ambacho ni sifa yake Mtume Muhammad

waliposema salama yakawajibu, salamu alaykum, amani shuke juu yenu. qaumu munkarun, watu ambao sio maarufu, sio wenye kujulikana mbele zangu, watu siwajui kabisa. qaumu munkarun, nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam, na anaajibu kwa amani. Huu wote ni msisitizo wa swala la amani. Kwa hiyo Qur'ani nzima ukisoma vizuri Utakuta msisitizo wa salaam za la amani. <tacopit> Lakini hakuna jambo kubwa kama jambo la kuingia peponi. Kuingia peponi, tayari unaambiwa uingie katika nyumba ya kheri ya amani, nyumba nzuri na kila kitu

yaliyoko katika pepo jicho halijapata kuona kabisa, masikio hayajapata kusikia, masikio pia hayajapata kusikia, wewe usisikie vitu vingi katika dunia, na kuna vitu vingi umeviona hivi vyote vilivyo kwa duniani na yaleyote nawasikia katika duniani. Uko peponi utakuta vitu vipya ambavyo vilikuwa haviko katika dunia uwahi kusikia wala hukuwahi kuviona, vipya ni mahala pazuri. Kuna mito, kuna nini, kila kitu, kuna chakula, kuna huru ain ka amsali. Wanawake a peponi hawana ngwadu katika kujibu, hawana chocho, kila kitu kimo. Lakini Mungu anawaambia watu wa peponi waingie peponi, udhuruha bisalami, ingieni kwa amani. Kwani kuna kukosekana kwa amani katika pepo la? Hasha! wakala ni katika kuhimizwa watu muhimu wa amani, uhimizwa watu muhimu wa amani, watu wa amani uhimize watu muhimu wa amani. Lakini maamkizi yao wa tahiyatuhu fiha salam, maamkizi ya watu wa pepo ni amani. Hakuna maamkizi mengine kule, ni maamkizi ya amani.

ila khila salama salama. Ikiwa muislamu yeye ni amani, itakuwaje kuzungumza sana? Ni jambo la amani hadi maelezo kutilia maelezo naniagiza mheshimiwa waziri mkuu, lakini waziri mkuu ameniagiza tena kujitokeza siku ya kupiga kura kwa utuvu na wa amani, kisha mapema watu waiweke, ili siku wajiandae tarehe ishirini na nane kwa ajili ya tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura kwa sababu kupiga kura ni ni, ni, ni, ni, ni haki ya kila mmoja, ni haki ya kila mmoja katika sisi na wewe usi, usi, usi, poteze haki yako ukaacha. Kwa sababu hata kama utakuwa na chuki utakuwa kama mtoto mdogo anakasirika

Chagua mtu, chagua unemtaka, uwe na uchaguzi. Ikhtiyar ni kitu muhimu. wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar, Mungu wako anaumba atakacho na anachagua. Hata Mungu anachagua katika mambo, kwa hivi yako hivi, uchaguzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Sasa na wewe jitokeze tarehe 29 Oktoba mapema umkisha sali shamaliza iradi zako msikitini, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku siku ya khairi na baraka. Baada hapo shambaliza kupiga kura na rudi nyumbani unaendelea na mambo yako mengine, kama kazi yako kama fanya biashara kama nani, endelea na mambo yako. Kwa mshuhuda wa waziri mkuu katika aliyoniagiza ni yaseme kumsemea ni kujitokeza siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi Oktoba ishirini ishirini na tano kwa ajili ya kupiga kwa, kwa ingine ndio hili lilomalizia kuwa na maamuzi bora sio bora maamuzi, watu wawe na maamuzi, sio bora maamuzi, bora maamuzi wangu kujifanyia tu sabaha au kujifanyia uonekane kama naekenda. Maamuzi atakuleta tija kwa maslahi yako wewe mwenyewe kama mwananchi, lakini kwa maslahi ya taifa mwisho wa Waislamu Waislamu, kwa maagizo yake anawatakia wote Waislamu na wasio kwa Waislamu, bali Watanzania wote kuwa wasikivu, watuvu, kuzitumia fikra zao vizuri, kuyahifadhi na kuyafanyia kazi mawaidha yanayotolewa na mashekhe pamoja na nyasia mbalimbali zilizotolewa, lakini na salamu zilizobeba ujumbe mzito kutoka kwa wa viongozi wa dini viongozi wa siasa ambao wamekuja hapa wakatoa salamu zao, na akthar yao wametoa salamu zinazohusiana na amani, kwa sababu amani ndio jambo lililopo. Mimi niseme hatuna jambo katika kipindi hiki mzanguni waislamu zaidi ama ya amani wesana ili uone amani kitu cha muhimu namalizia. uo zri Lailatul Qadr, usiku wa heshima

alafu ni bora kuliko miezi ya elfu moja sio kwamba unalingana na miezi elfu moja ni bora ule usiku kuliko miezi elfu moja katika hiyo sio kwamba lailatul qadr mtume amesemea sana kwa hadithi nyingi tasua fi ashril akhir min ramadhan mpaka ukishuka haushuki wewe wenyewe unashuka kwa sherehe nashuk kusindikizwa oh. fi bi izni rabbihim min -mi -mi -mi -mi kulli amr. Lakini salamu ni ni amali tupu, siku o uo usiku niamatuu, ni usiku zote, ni usiku zote Mwenyezi Mungu anakadiria khairi na shari za shukuru